Katika nyumba salama, eneo ambalo ni salama zaidi kwa mabinti na wasichana ambao ndoto zao zingeweza kukatishwa kutokana na mila na desturi potofu. Wengine wamekimbia makwao baada ya kukumbana na madhila mbalimbali. Hapa ni sehemu ya simulizi ya miongoni mwao, lakini huyu, yeye ameondoka katika maeneo yao kutokana na changamoto ya kupata ujauzito na kutishiwa maisha kutoka kwa yule aliyekuwa amempa ujauzito. Nilikuwa mwanafunzi wa kidato cha pili. Mimi nilifanyia kitendo cha ukatili cha ubakaji. Baada ya hapo, tukaenda hospitalini kupimwa nikakutwa na ujauzito, nikapelekwa kituo cha polisi kufungua kesi. Baada ya hapo tulienda, huyo mtu alienda kutafutwa, hakupatikana kupatikana baada ya hapo nikarudishwa nyumbani, nikafanywa mtihani wa taifa, nikarudishwa afisa stawi akanichukua nikaenda kuishi kwake. Nilivyotoka hapo, nikaendelea na kesi yangu. Nilivyotoka hapo, nikaletwa huko Arusha na afisa stawi kwenye hii shirika. Nilivyokuja hapa hivi, nimekaa miezi mitatu, me nikajifungua baada ya kesi. Nilipojifungua kajifungua mtoto wa kiume Nikaambua kesi itaendelea, ndo mpaka leo ujaendelea tena. Kwa sasa maisha ya hapa unayatazamaje, na nini ambacho ni kama ndoto yako ya baadaye? Maisha ya hapa ni mazuri na mi pia nimeyafurahia, na pia ndoto yangu, natamani nirudi kwenye shule niendelee na masomo yangu, natamani niwe nesi baadaye. Uwe muuguzi? Ndio. <laughs> Mtu aliyenifanyia ukatili ni mtu mwenye familia zake na mtoto wake wa kwanza tulimaliza naye shule la saba, akafeli mimi nikaendelea. yeah, Je, kuna changamoto zozote ambazo ulikuwa ukikumbana nazo, na vipi kuhusiana na hali ya familia ilikuwa ikikuchukuliaje wakati huo? Huyo baba alionibaka alikuwa ananifuatilia kwa nguvu sana, akinitishia, anasema akinipata atanichoma kisu apoteze ushahidi wangu, maana kesi tushaifungua mahakamani, akawa nitafuta sana kwa nguvu hata pia familia yangu ilikuwa pamoja, ilikuwa karibu sana na mimi. Kwa sasa nipo salama, natoa ujumbe kwa wasichana wenzangu wanaopitia shida kama ya kwangu, wawo wajasiri, wasiogope maana, usipokuwa mjasiri haki yako itapotea. Je, kuna namna ulikata tamaa? na je, kuna namna ambavyo ungependa kuona uh, kuna jambo linafanyika kwa huyo aliyekutendea huu ukatili? Baada ya kupitia changamoto hizi zote, bado sijakata tamaa. Natamani kuendelea na masomo yangu ya kidato cha tatu na cha nne, na natamani kuwa muuguzi baadaye. Na huyu mtu aliyonifanyia kitendo hichi, naombeni serikali imchukulie sheria. Anajihisi salama zaidi akiwa hapa na mara zote amemkumbatia mwanaye, lakini si yeye pekee aliyekumbwa na madhila haya ndani ya kituo cha nyumba salama Kilichopo Arusha, wapo mabinti wengine 44 ambao wameondoka nyumbani kwao wakizikimbia ndoa za utotoni, ukeketaji na unyanyasaji mwingine wa kijinsia, na wako hapa wakiendelea kupatiwa ujuzi na stadi zingine za maisha zitakazowawezesha kujitegemea hapo siku za usoni. Ramadhani Mvungi, Azam News.